Mungu anataka kukiachilia kwako siku ya leo. Kuna mambo mengi mema ambayo adui alichukua. Leo ndio siku yako wewe ya, ya kurejeshewa. Jinsi ulivyo namna hiyo na, na kutamkia wiki hii kwako ikawe ni wiki ya kurejeshewa kila kilichopotea. Kila kitu kilichopotea na kutangazia wiki hii kwako kikarejeshwe. Popote adui alipochukua sehemu ya jambo jema, na kutangazia kwa mamlaka alionipa Yesu Kristo, urejeshewe wiki hii. Pokea urejesho mkamilifu, pokea urejesho mkamilifu. Sometime inaweza kuwa ni afya yako ilikuwa imechukuliwa na adui namna hii, natangaza kwa mamlaka kuu alionipa Yesu Kristo na kutangazia kurejeshewa wiki hii, pokea katika jina la Yesu Kristo imekuwa kwako. Amen, amen, amen. Shangilia kwake Yesu Kristo, <coughs> shangilia Yesu Kristo haleluya! Haleluya! Haleluya! Asante sana, mnaweza kuketi, mnaweza kuketi mkiwa mnajikonekti na neno hilo, naweza kupandia mbegu, kwa maana kuna jambo kubwa Mungu anaenda kulifanya kwenye maisha yako. Hii kwako ni wiki kubwa nzuri, hii ni wiki ambayo utakuja kustaajabu kwenye maisha yako. utakuja kuona mwangaza mkuu Mungu anaenda kuonesha kwenye kila pito ulilopita ulilopita leo, tunawekea mstari mwekundu namna hii, manake tumeweka road block. Hakuna adui kusogea tena kwa kuchukua kitu chako chema. Naweka uzio wenye nguvu, kama ukuta wa shaba, ambao adui akisogea kwenye mali yako hataona na hana uwezo wa kuchukua mali yako. Pokea katika jina la Yesu Kristo, pokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea anasema pokea, pokea, pokea, receive, receive. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako, imekuwa kwako. Amen, sema nimepokea. Haleluya! Ninaona kuna urejesho mkubwa sana wiki hii.